Na kama maendeleo kwa muda mrefu, tulikuwa tulikuwa tulikuwa tulikuwa shida ya kwa vyakula bora kabisa ya afya. Tulilima mpunga tukipata mchele kula tulikuwa na matunda ya kila aina. Kwa mfano ukizungumzia maembe, ukizungumzia machungwa, ukizungumzia machenza, e, zungumza matunda ya asili yale kama zambarau na matunda, matunda mengine huko, sijui kiswahili chake na inaitwaje jisungwa, lakini ni mazao ambayo watu tulikuwa tunakula na tulipata, tulikula samaki e, wa kutosha wa kuwepo. Leo ni shida kupatikana. Kwa hiyo swala la lishe miaka yote halikuwa shida kubwa, lakini kwa sasa, kwa hali ilivyo, na ukanda mola unatuandama mara kwa mara, ambao tungeweza hata kudhibiti kwa kutumia kilimo cha umwagiliaji, sababu maji tulai yametuzunguka, si pia ziwa, lakini kuna hizo vyanzo vingine vya maji ambao nimeieleza. Kwa kweli tungeweza kuwekeza hapo na tukaweza kulima mazao ya aina mbalimbali, ili wananchi wapate mlo kamili. Na kumbuka, ili wana mlo kamili, lazima pia wana kipato, maana kuna vitu ambavyo akilimiki shambani, e, unakohitaji vitu kama madini anapatikana kwenye vitu e, e, mbalimbali kwe, kwa hiyo kwao uajigiwa mafuta wanahitaji kununua, kwa hiyo sukari kwao, kuna vitu ambavyo lazima wanatoe na kipato ili waweze. Kwa hiyo hudumwavu bado hupo, ingawa si tatizo kubwa kiasi hicho, lakini sisi tunao kwa sababu ya hali duni ya iharishi. Asante sana mtazamaji wa Nyanja TV, tukiwa tunaendelea kufanya mahojiano ili kuweza kujua jimbo la Mwibara, ni changamoto gani ambazo zipo si katika jimbo hili au ni mazuri gani ambayo yapo katika jimbo hili, kuangalia Nyanja TV. Lakini bado tunajikita kwenye sehemu nyingine, tunasema, vipi hali ya uvuvi, hali ya uvuvi kwa jimbo ya Mwibara na uchumi kwa mwananchi mmoja umoja mmoja kupitia sekta ya uvuvi mbali na zao la pamba zamani ambalo lilikuwa ni chanzo kikuu cha ilikuwa ni zao kuu la biashara ambayo lituingizia kipato. Jambo lingine lilo tuingizia kipato watu wa Mibara ilikuwa ni ufufi. Utakumbuka maeneo ya ya Gundu kule kule ukanda ule wa ilikuwa ni maeneo ambayo tulivua wa samaki wa sato wakubwa na tukauza na tukapata hela um, eneo hili la Bunere huu huu kanda wa hata Bunere ukana sim tsemumo tulivua sana sangara na nafuu, lakini leo uvuvi ule umeshakuwa ni shida. Uvuvi ule wa kizamani ule wa kupeleka kokoro kule kule mbele kwenye kina kirefu na kulivuta hatimaye, ulikuwa na unaleta samaki wachache wakubwa, lakini pia ukileta na samaki wengine wadogo ambao walikuwa wana wana tunaua saa kile kizazi mwisho wa siku, uvuvi umekuwa ni shida, maji yalemaki haya kitu. Kwa hivi, ni lazima tubadilishe aina yetu ya uvuvi, tuje kwenye uvuvi ambao ni wa kisasa, uvuvi wa vizimba. Lakini mpaka sasa ashangaa jimbo hakuna kizimba hata kimoja, na vizimba serikali ishaanzisha huu mkakati wa kugawa vizimba. Unajiuliza wenzetu wanao wanaoongoza hii halmashauri, wanaoongoza jimbo, wameshafanya juhudi za kufatilia Yes, angalau yeah eh, yeah uh, <ROI> <Bronxbirth> <caves> <Allāh> na sisi okay. okay. nah, tupate vizimba hapo kwa kuna kuna hata shule kwa shule yes tunaona tunaona tunaona kwa msomo mjini bali tunaona jimbo kwa msomo mjini ndio eh mheshimiwa Vedasto Simba nyinyi amefanya mambo makubwa sana umetembea tunaona vizimba zaidi ya vizimba kumi pale na watu wanafuga samaki na wawezesha vijana kuweza kufanya ufugaji wa kwa kisasa zaidi na kuweza kujiongezea kipato na vile vile tumekuja kuona pia mbunge eh pale msomo mjini kafanya vitu vikubwa akatoa dhamana kwa waendesha pikipiki au maarufu hmm, hmm, kama boda boda, anapunguza tatizo la ajira. Nani nini vipi kwa Mwibara, ili mnazungumziaje kama wadau, na ndio mchango wote, sababu katika mkoa wa Mara unapozungumzia majimbo yenye sehemu ambayo yamezungumzia yana ukanda mrefu wa ziwa ni unazungumzia Musoma mjini, unazungumzia Musoma vijijini, unazungumzia Mwibara. Hakuna jimbo lingine ambalo inaweza likawa na, na shughuli za uvuvi eh, kuliko haya maeneo. Lakini ushangaza wenzetu sio na kizima. Sisi huko baada tuna kizima. Ukiwa unatoka Kibara ukifika na Katumba zamani tulikuwa na kula lambo. Kwa kula lambo kubwa sana pale. Na lile lambo lilikuwa na kutoa samaki mule moja kwa kutosha. Lakini lile lambo kwa uzembe lilifika mahali ikaachwa mpaka ikajifukia. Tulinyosha pia na mifugo pale. Kwa kweli pia ni ile njimbo la wafula na wafugaji. Na ukienda ukanda wa ile vijiji vya kuzungumzia na asubuhi na Katumba e, Chitembule ni maeneo ambayo kuna rafiki zetu wengi sana kutoka Usukumani, wakikuja wa na ng'ombe wakifuga na wakaongeza pia kuwe kuchimbua uchumi wa chipoli. Lakini lile lambo likaachwa, ambalo lile lambo lingeweza kufufuliwa likawekewa mazingira mazuri, maji yak, yakakaa yakaka pale, tukaweka mle samaki tukavuta hata watu kuja kwa mbun, msoma mgini, maali, kama msoma mjini imefika mahali watu wanakuja kama utalii. Sasa wanakuja kutazama jinsi samaki w wanavyofugwa pale, ni jambo ambalo tumeweza kufanya, hilo tungeweza kuboresha kabisa kwa eh, kweli. Bado huko upungufu huo, na tunahitaji kwa kweli eh, wasemaji wakwenda kuisemea ubara tupate vizimba, lakini tupate malambo kama yale hata zaidi ya matatu ili wananchi waweze kufuga samaki kwa njia za kisasa alafu kifapo vua wale samaki hatutapele- mele at, hatutaenda kuuzia mzoma mjini, hatutaenda kuuzia banda mjini, tutaweka soko kubwa la samaki ndani ya jimbo letu. Tutawavutia hao wenye magari hao wafuna wafanyao wenye viwanda ambao wanahitaji samaki kwa ajili ya viwanda vyao, watakuja huku kununua, wanapokuja huku na kumbuka, enzi hizo walikuwa na kuja hapa hapo, walikuwa na kinani hapa hapo karibia katika kibara na misambara hapo, walikuwa na wana makao yao pale magari yao pale na mafriji wana kuletea pesa Hivyo ndivyo kiuchumi ndivyo mzunguko wa fedha unavyotakiwa kwenda. Lakini kuna huo huo huo huo huo upungufu kwenye upande wa uvuvi ambao nafikiri tunahitaji sana kufanyia kazi. Sasa, wewe kama mdau wa maendeleo unamzungumziaje Dr. Samia Suluhu Hassan, <mimu> Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa miaka kwa kipindi cha miaka minne ya utawala wake? Mm. Unamzungumziaje Mheshimiwa Rais? Moja ya jambo ambalo ni la ukweli na hatuwezi kuficha ni jambo ambalo Watanzania kadhaa wengi, baadhi ya Watanzania wakati anaingia madarakani walikuwa wana wasiwasi, walikuwa wanajiuliza kama mama ataweza kuendelea hii nchi. Sababu zao zilikuwa ni dhahiri. Sababu ya kwanza ni utamaduni tu, mazoea tu eh, kwa sababu sisi tumeya tu naibu na rais mwanamke hapa kwetu. Kwa hiyo watu wengi walikuwa wajenga wasiwasi wao, na mwanamke ataweza? Lakini wengine basi, wakati ukiangalia tu upole wake wanajiuliza huyu mtu ataweza kweli, kuendeleza e, uh, haya mambo ambayo yaliachwa na, na mtangulizi wake ambaye alimwachia. Mtangulizi wake alikuwa ni mkono wa chuma, alinyoosha watu wakanyoka na wakafanya kazi. Kwa kweli, mama Samia alijibu hizo hoja mara mbili, mara ya au mara tatu. Mara ya kwanza akiwa pale uwanja wa Jamhuri, Dodoma, kwenye ile ile sikukuu ya kuaga mwili wa rais wetu hayati Magufuli, alitamka maneno yafuatayo. Alisema kwa wale ambao wana wasiwasi kwamba huyu mwanamke ataweza kuongoza nchi kweli, nataka niwaambie, aliyeko hapa, aliyesimama hapa, ndiye rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Tanzania. kwa sababu mara ya pili aliongea kwa mgeni tarehe 22 Aprili 2021, na, na na wakati akihutubia aki, aki bunge kwa mara ya kwanza kwa rais wa Jamhuri ya Muungano alizungumza pia maneno yafuatayo Tutarudi nyuma kwenye masuala haya ya ufisadi na nini, huko tulikotoka huko hatutarudi. Alizungumza uh, haaai. Lakini mara nyingine ya tatu sikumbuki alikuwa akihutubia wale ila, alisema hivi, wale wa wazembe wa upivu walioshindwa kuwatumikia wananchi, yeye hatafoka kwa mdomo atafoka kwa kalamu. yeyote atakayefanya mzembe atashangaa tukalamu. Na kwa kweli tumeona mikeka ikipita, pdf zikipita, unashangaa, kimya kimya mtu anatumbuliwa tu, ndipo anajua ile iliofanya ilimfikia rais. Kwa mtindo huo, rais amewapruzu no baadhi ya watanzania waliodhani ameshinda viongozi wa nchi. Jambo la kwanza, ameendeleza miradi yote ambayo eh, iliachwa na mtangulizi wake yote, hakuna mradi ndio simama, kwa sababu wakati wa utangulizi wa, wa, wa, wake tulikuwa na kile kitu chokisema ni miradi ya mkakati kimkakati. Tulikuwa na mradi wa kulifufua shirika la ndege, tuliko na mradi wa reli eh, ya umeme suaa, tuliko na mradi wa eh, daraja la Kigongo Busisi tulikuwa na mradi wa kufua umeme kwenye mambo ya Mwalimu Nyerere. Sasa ongeza na miradi hii ya ujenzi ya barabara na madaraja eh, hii mtaji kama Tanzania eh, yake aliondoka ali ya kaka yake ni sababu, sasa kuna uwezo wa kuona kwamba yote yendelee, lakini si hivyo. Tulikuwa na mradi mkubwa sana wa wa kwenye upande wa miundombinu ya afya, ambapo kwa kweli tulipata na spidi ya kujenga vituo vya afya na hospitali za wilaya. Ameendeleza tena kwa kiwango ambacho hakitarajia. Tulikuwa tuna mradi huu wa kupeleka umeme vijijini huu Area. Na ninaanza kusema leo kwamba waendelee. Hivi tu tunazungumza, wametoka alipo kwamba vijiji vyote vya Afrika. Kilicho baki kwa sasa ni kitongoji. Hivi ambavyo sasa wanashughulika nacho. Ni kazi ambayo mama amefanya na amesimamia mwenyewe. Tulizunguzia ndenga upande wa elimu. Ndenga elimu ya juu. Angalia mikopo, jinsi alivyoongeza kiwango cha mikopo kwa wanafunzi. Imefika mahali sasa wanafunzi, kila anayeomba mkopo ali na, na, kwanza anastahili atasifu lakini anamhitaji wa mkopo ana, lakini si hivi tu, ameongeza tena mfuko wa kwake yeye ambao unaitwa Samia Scholarship anatoa na nika vijana hawa wa sayansi wake. Bila sayansi hatuwezi kuenyelea. Tunahitaji sana sayansi, tunahitaji sana wananiwa